kuwa namchukia rais wetu? Hapana, kwanza nilikuwa nampenda sana, na hii nyakati tunakuwa njo benye kuvunjika tunakuwa venye kuvunjika. Kuhusu tafiti na uchunguzi, tunachunguza mwenendo wa rais wetu, ndio kwa maana mimi nasemaka ya kwamba ni mtu mwenye alikubali, ndio kwa sababu alikubali madaraka ya convasion ya mapatano na ipolitika nambekazemberere ni kwa sababu ni mtu mwenye alijua kusema Kongo ni nchi tajiri, na akabeba madaraka, hata muda mchache atajitajirisha, na anasababu baba yake cheni Tshisekedi alimutayarisha kaye lakini maneno abila anaenda nayo, anasahau kutayarishia pia watoto wake mwa vichwa va Kongomani, ya yeah, aone hela ya yeah, aone utajiri yenye ile mzunguko te kunafanya juu hela ingie apate gisi ya kujaza mfuko ende, lakini anaaribishia watoto wake na anaribishia bandugu zake ndugu zake batakia kutukumbusha nini? Vita hii ya M23, Mzera Jabo, Mamadundala alimalizaka musiku ngapi? Wakati Mamadundala alia aseme politik anambekazemberere, ni mwenye Rwanda, alibebaka radio ya kijeshi ile tunaita mi Motorola, alifunga simu, alifunga juu kwa nini alijua michezo yenye iko, alimalizaka msiku ngapi? Mzera rajabu mwe mulijikuta kuese. Lakini rais iko na miaka kumi, anajua mwenye Rwanda njo mwenye kutoe mfilitre polite. Kanambe kazimberere aliacha bandugu yake wenye Rwanda mu maposte strategike, muarme pia maposte strategike. Aliacha bandugu yake juu anajua kusema kukakua kinyume na matakwa mata yake atafikia kufikia, atafikiria vingine na ba, ile jamaa yake itamfasilite tangu aliingia, mbona kubatoshaka maana yake alijua kusema bila akabatosha, haina mapatano yabo. Sasa abache juu banje kucheza mchezo wa kucheza Bakongomani, bali aliwazia na yeye bakongomani ni bale bakongomani ba zamani lakini bakongomani ni bakongomani ba leo, ni wenye kufungua macho. Hii mfano iko na tufanyie hapa, bakongomani bote kwa jumla, mutaipinga ine isema leo, lakini mutaitika baadaye. Leo tuko na ba mzee Lubo ya Kashama papa Kongo nzima inashuhudia waadilifu wa ule mzee, na matumikio yake, lakini mbona akumubeba anamuweka kumezo milita juu achunguze. Mpaka vile nashikia, ndugu mwana anatoka kuchambua hapa, ye mwenye anasema ni komando wa zamani wa Mubutu kwisha. Ndugu mwana anatoka kuchambua hapa, anasema alikuwa mu RCD Goma, anajua kwanja siri ya mwenye Rwanda partiri ya RCD Goma ile balikuwa e, tumikisha njo kwa ma, njo kwa sababu ule nduka kufafanusha mzuri, njokwa sababu nona lubo ya kashama anabakia na musimamo juu ya nini? Anayua kusema bale batu banachezeaka tu batu nabatumikishaka batu savile, bibaraka savile, tiketi njo kwa sababu Lubo ya Kashama anabakia na musimamo etanke patriote, etanke muzalendo

Moise Kenerugaba mtoto wa Yoweri Kaguta Museveni. Namukania kumfanyishia mabaya lakini habadiliki. Mambo ya rais wetu. Hii tuko naenda muvumbule hii maneno. Tutapitia mambo ilipitaka Urusi. Ya Putino, Putin anabeba

kwenda kwa raisi kukatari hii Katari anaenda kama mwehamuvumbule ile siri bakongomani bote, kwenda kwa raisi kukatari ni juu ya izine ya oro hii yenye bana bombarde hapa, njo se pourquoi bazungu banaona se i isura ubwana na beba tumuitisha, ni kusema ananja kututosha mkono musupu

nini ni bombe iye yenye madrone ma lianja kupika kuizine ya or, ile zine ya or ni ma mpaka bakatarie, bakatarie njo biko exploiter or kote ya es. Sasa pale bana haribu ile, njo banamwita bende, bayue kuko envelope batamupangia juu kuile habari bashifikie. Bana maanake njo batosha mkono kusupu, hatuna tena vipofu hapana.

kwa kumwisho na manda yake, nani ule mwenye atabakia juu ya kukutuunini kukujua kurudisha bakongole, kurudisha udongo wa Kongo, kurudisha mali ya Kongo, kurudisha salama ya bakongomani, ku bakongomani? Nani ule alisha tutayarisha amone kama kuko flu mpaka vile vile viko na nome benye Rwanda, mu, mu muarme, ndio viko na batuma mafashi yenye kukuvita juu bafasilite benye Rwanda bavanze ba, ba, nanjo paka vile ii. Nakwambia mzee Rajabu, ujue kusema atamishitukizaka na mutu mwya mwatachaka pa madaraka mutatiaka kilole kumeno, na tutabambaka mikono ku kichwa. Nyakati tunakuwa ni yakati ya kufungulana akili, na tubakie na musimamo, na tusimamie nchi yetu. kwenye kwenye kwenye kunaenda ni kubaye muniulize, minasema vile

mi ni mwanadamu mina analize na mi na yule na nishaka kuona mwabio RCD jamai habata badilikaka banashinda shetani meme na zambi. Munifate mzuri, mukuwe njo makini. Hii ni message clé minamapatie, mkuwe makini, isikwe njo kutekwa ya Uvira ile parce que maison militaire ya chef de l'etat yote na yala ni RCD

Miko kule. Mule mule ni bale bale hakuyakuwa hata ile moja. Arume, mufanya angalisho, bwana alikuwa ni RCD.

utapita wapi? purkuneta qwese anajiuliza.